Shughuli ya upasuaji wa miili na viungo vilivyopatikana katika msitu wa kwa Binzaro katika kaunti ya Kilifi imeingia siku ya pili. Miili tisa kufikia sasa imefanyiwa upasuaji. Kwa mujibu wa mpasuaji mkuu wa serikali Johansen Oduor, mwili mmoja umebainika kuwa na majeraha kichwani. Mwanahabari wetu wa Mombasa, Francis Mtalaki, sasa naarifu shughuli hiyo ya upasuaji inayoendeshwa na mpasuaji wa serikali Johansen Oduor kwa ushirikiano na maafisa wa upelelezi kutoka kitengo cha kuchunguza mauaji cha DCI wamefanya upasuaji wa miili tisa katika siku ya pili. Katika zoezi hilo, mwili mmoja umebainika kufariki kutokana na majeraha kichwani na kuibua hisia huenda aliuawa kupitia kifaa butu. <coughs> maafisa wanaoongoza zoezi hili wameeleza kuwa miili nane ilikuwa ni mifupa na ilikuwa vigumu kubaini kilichosababisha vifo kwa mifupa na viungo vilivyopatikana katika miili hiyo. Hata hivyo, uchunguzi zaidi unatazamiwa kufanyika ili kubaini sababu za kifo cha miili hiyo. Shughuli hiyo inayofanyika katika hifadhi ya maiti ya Malindi inatazamiwa kuendelea hapo kesho, kulingana na mpasuaji mkuu wa serikali Johansen Oduor, huku polisi wakisema kuwa wanazingatia kujumuisha matokeo ya upasuaji kabla ya kumfungulia mashtaka mshukiwa mkuu Shalina Nindo pamoja na washukiwa wengine wanaoendelea kuzuiliwa. Hapo jana kikosi hicho kilifanya upasuaji wa miili sita na kufikisha idadi ya miili iliyofanyiwa upasuaji kuwa kumi na tano ikiwemo mwili mwingine ukibainika kuwa mhusika aliugua mapafu na kufariki. Francis Mtelaki, Ringa Rina.